Na ye bwana, msiseme kaoka edit. Mimi sina mambo ya ku edit mimi, nina mihela wanangu. Mimi nya mihela, nimefikiria nimeona siwezi nikatumia mnara, yani line ambazo wanatumia binadamu wa kawaida. So nimeamua kuja hapa kwa ajili ya kutengeneza mambo ya mnara wangu. So mafundi leo nimewapa weekend kidogo aa, kutokana na mimi nina fedha na mihela, so hivi so vinakuwa so vitu vyangu, lazima niwe ni mtu wa peke yangu, sio kama wanajifanya, anajifanya na fedha nyingi, alafu auna uwezo wote wa kunizidi mimi <laughs> au na uwezo wa kunizidi <laughs> kubabake, ule mnala sio wa kwangu wala nini, ule mnala sio wa kwangu mimi, ndo naitwa Nyamiela. Kwisha kazi, kwisha kazi yangu. <laughs> Bahati yenu ningewapiga changara macho <laughs> kama kawaida yangu.